Maniani foze sasa, maji ya kibaba limeshindwa, limeamua nijipimie. Najua utaumia sana ila, umeyataka mwenyewe, umeyataka e, e, mwenyewe. wangu ni ezake Maulana, leo mbona huna muda wa kuenjoy na mi tena?

hivi unajua nime nimeonana na ile madam ambaye tulimpeleka mtoto juzi. Nimejaribu kuongea naye, amesema saidia angalau mwana wangu sana. hivyo hivyo mwana wangu, mbona hivyo? Nazungumzia mtoto ambaye tumempeleka shule juzi. Kwa hiyo hautaki kunisikiliza au inakuwaje? Maana ninakuambia kitu ambacho niulimiambia nifuatilie maji. <tare> <tare> Nee, nini kumefanya? Kwani kuna shida gani Beni? Ah ah, ina maana umeshindwa kushika mkono wangu kuelekeza sehemu ambapo kuna chakula? Kwa macho yangu yaone kwenye sahani pia ya kuangalia na wewe. Ah, hapana. Hii sio sahihi kabisa. Lakini si, mikono si kulikuwa na tabia. Mikono hii ina macho? Ina macho. Ina maana mkono huoni kwamba ni kipofu. Sasa si ni miongoni mwa viungo vyako? Ah. Hapana. Nela mke wangu. Ina maana ulisubiri nile sabuni nipate madhara ili wewe upate burudani, sio na faida. Kwa hiyo kuangaika kwote nimeenda cha kwa unaniambia nataka kupata burudani? Kweli? Ah. Oh. Sasa ungeitoa ukaweka huku. Kwani unajua ndio una matatizo? Eti eh. Oh. Eh. Ah. Basi nisamee mke wangu. Lakini huu mkono wangu ndio utakuwa na shida. Ina maana ulikuwa huoni kama unaenda kwenye kopo la sabuni. Ah. Maskini nyama yangu hii. Mw, swali kidogo ambayo najua itakutatiza sana, naweza nikakuuliza? Bila shaka, lakini lisije likawa la kemistri, maana inipa shida sana shuleni, hilo najua. hmm. hmm. Sawa, kama sio kemistri, unaweza kuniuliza hivi. ni, ni? Hmm? Ni kitu gani katika maisha yako unakipenda sana? Oh. <laughs> Simple question. Hilo e tu, e nacho kipenda kimoja, yeah? Au vingapi hata vile, lakini natamani nijue kabisa kile cha kwanza. Ah, okay. Sasa, sasa waifu, cha kwanza ambacho nakipenda kuliko vyote mm hi -hmm, napenda pepo. Ha! Kwa jina Yesu, toka pepo, si? Jina Yesu! Tena waifu, ukoje? Unasemaje? <laughs> <laughs> Nishajua. Unajua, unakuwa sehemu moja hivi. Unajua kitaalamu huwa kuna kitu ambacho kinakuwa na maana zaidi ya moja, kama yaani sio ukariri. Hivi vitu kitaalamu tunaviita pregnant word. Nini pregnant word? ambayo ni vitu ambavyo vina maana zaidi ya moja. Kosa pepo mimi kitu tunachokimaanisha ni sehemu fulani hivi nzuri yenye utulivu. Eh, tunanikemea <laughs> y <laughs> Yeah, of course iko hivyo, mbona? mm. Ndo mwe mnasoma na chapili. Sasa napenda vitumbua huh? Hey, napenda sana vitumbua yani, hata nikijikuta sehemu gani, mbona nijikopeshe, lakini nipate kitumbua safi. Hapana, hmm. Kingine sasa cha msingi, uh -huh. na kupenda wewe mke wangu, zani, uh -huh. Hmm, hey, ah. kuna kingineuio vitu vyangu bana, yani shindo kupenda wewe wife, we nianze kupenda simu, imagine Unajua wife? Yaani simu sio vitu vyangu kabisa hmm. Eh, yaani ukizungumzia kitu, simu hapana, mimi sio vitu vyangu. nakupenda wewe, napenda vitumbua na nalipenda pepo hmm. hivyo tu stu sijui ni simu, hapana kwa vitu vyangu kabisa, kwa hiyo. Hmm. Hmm. Uh-huh. Sana. Sana, sana. Beni eh? Si simu iyo Beni kusema simu siyo kitu lakini sawa. Sa kuniambia <laughs> unanipenda mimi, so, so, mimi kuliko hata na simu. Yeah, bila shaka na mbona umeishika sasa? Ah. Mbona vitu vidogo hivi unakuwa una mind una mind vitu vidogo hata kama lakini <laughs> sawa, tulia kidogo hapa nikuonyeshe Beni, weka simu chini kama wife sasa, nataka kuelewa na hapa unafika. Beni, mbona hata kama unisikilizi vile, kama uko busy na mambo yako kwenye simu

Umekataa kulala

hauwezi wahi awezi kumsikiliza kidogo i unafanya vitu vinakuwa complicated sana, vitu vidogo na vikubwa, unapenda ugomvi. Sasa ugomvi wangu uko wapi? Labda maana ni kitendo cha kuweka simu chini, tukapumzika. Sasa simu imekugusa wife, imekugusa? Haijanigusa lakini tungepata angalau hata muda wa kupumzika. <coughs> <coughs> Unajua kupumzika sana sana, sana, wewe ni maskini. Ndio wanapenda kupumzika sana ila ukihitaji kutafuta pesa vizuri inabidi uconcentrate kwenye kile kitu ambacho unakifanya, iwe usiku iwe mchana, asubuhi, muda wowote, sio mtu weani. <coughs> <coughs> Hivi mi nikipata pesa nikaleta hapa nyumbani ni si unaenjoy? Acha nipambane leo, kila kitu kina muda wake. Aa, najua nipambane, ndolae sasa. Aa, tutoleshe mtoto hadi kama ku mpango wa wili ata maliza fanaziana miaka saba. Imagine <laughs>

Hebu naomba unitulize tu mbona. Hata je, utafanya siri? Sawa ila. Mimi namuogopa mume wako. Wewe usio na shaka. Hiyo kazi ni achie mimi. Kweli? Ndio. Mbona huna muda wa kuenjoy na mtu tena, all the time ni wewe na simu. Nyambie kama simu yako mwenzangu, nijue yo. Jamani, yananiangaisha nani anipoze sasa. Maji ya kibaba nimeshindwa, nimeamua nijipimie. Najua utaumia sana, ilaume Nafurahi sana, najiona mwenye bahati sana kweli. Kuna mtu nje au ni mimi? wangu niele apa kunipenda pele zake Maulana huna leo, mbona huna muda wa kuenjoy na mi tena ni wewe? Wife, ni nini hiki bwana? Umeyataka mwenyewe, kwenda huko. Mimi nishapata kuntuliza. Kwa kumtuliza wa kutuliza wadogo, mi nimelipa mahali ujue, nenda kafraina simu yako. Nenda, nenda utalipa? Aki amu, ina maana wewe ndio umesababisha mke wangu ananitoroka, hmm? Wewe kabisa, mahari yangu nilolipa, lakini yote tisa ndo amichiti nakareka jamaa. Yaani bora angetafuta lile jitu limelona, hmm? Ile vimba. Ah, imevimbavimba ile anakuja kunichiti na kajamaa kenyewe da kanipiga jezi ya yanga kashikaji kai. Fika na nichukulia je? Ah, ah. Wewe. Ah. Wewe simu wewe. Apa?

Uko na mtoto hapo ah, mm. Eh. Eh, hey. Oh my God, unazingua kwa mamuro upajui we. We. Ah. Hapana, hapana, hapana. Hapo mapenzi ya watu sio mapenzi, sio mapenzi. Dada, unataka kupendeza au unataka kupendeza? Unataka kuenjoy wewe. Wewe. Eh we. Hey, inabidi apendeze we kwa mamuro upajui. Na, yeah, najua mnahangaika wewe ndio unatafuta zawadi ya kumpa mpenzi wako zawadi ya kumpa mke wako zawadi ya kumpa mtu wako muhimu sana, hmm? Yupo Isingiro wilaya ya Kyerwa mkoa wa Kagera hapa hapa Tanzania, anakupa vitu vizuri sana kwa bei che. Unaona? E, njoo wewe nikupe kama zawadi. <laughs> Njoo nikupe kama zawadi. Huu si unamfaa shemeji, najua una hela. <laughs> <una hela. laughs> Mpeleke shemeji kula ka enjoy.